Kuna wakati kule India nilipopata nani e, operation ya pili ya kule India nilibaki bila fahamu, sijui kwa muda gani. Jinsi alikuwepo Padri Vincent pamoja na Sister Stella, ndio walikuwa wamenipeleka, wamenisindikiza kule. Hata wakatuma ujumbe huku e, nyumbani kuambia watu e, jamani E, hali ya baba sio nzuri, e, mwongeze sala. Alafu ya, kitu cha ajabu niipo nani nipo kuja kuzinduka, ile daktari aliyekuwa na nitibu akasema mimi siwezi kuelewa, siwezi kusema ni dawa gani nimekupatia mpaka umeni, nilikuwa nimekata tamaa, nilijua unakufa lakini basi mezinduka me kwa, kwa namna tena kwa haraka kwa ghafla tu, akasema mimi ni Mhindu, lakini naweza kuamini kwamba watu wengi lazima wanasali kwa ajili yako, vinginevyo sina dawa, sina maelezo ya kiganga kwa nini uko hai mpaka sasa. Kwa hiyo kusema ni kitu gani kikwa kina Mungu ana, ana mipango yake. Kama alitaka niende kutibiwa eh, New York basi eh, ilibidi niende huko, lakini kitu ambacho wengi wenge, wenge uh, hawafahamu wanafikiri kwamba mgongo ndio ulikuwa uh, ungenichukua. Hapana, shida yangu kubwa ya afya yangu kwa miaka hii ya karibuni ni moyo. Moyo ndio umekuwa unanipa shida, na huo moyo ndio ungeweza kunichukua nikaenda uh, kwa Mungu kuliko mgongo. Mgongo ni ni physical, ni waliweza nanii kupasua na kutengeneza na uh, lakini moyo hata walipo kabla ya kufanya ile operation ya na, ya ma, Marekani walipopima moyo wakawa na mashaka sana. Tumfanyia operation au vipi? Je, huyo moyo utaresist? Waka ndio maana nikwenda mara mbili. Kwanza nilienda kwa kuchunguzwa tu na nini, wakatazama na nini, wakasema bado kuna tumaini, lakini hii hali ya moyo ndio lazima tuitunze kwanza. Ndio wakanitibu waka kunipe madawa na kufusi. Wanajua wenyewe walifanya nini. Halafu nipo kwenda kwa operations kule Marekani, walisema operation yako itachukua muda mrefu masaa nane au saa tisa ya mgongo. Nikasema ya. Eh, eh, sasa ninyi mnajua nina ni, ni, ni hakika mtakapokuwa mnafanyia operation nitakuwa nimelala, kama napitilia huko huko, ni ninyi mtatoa maelezo huko nyuma, mimi sina cha kusema au nini. Mkiona inawezekana tuendelee, hasa ani e, e, wameweka kwenye operation, na baadaye wamekuja kunieleza kwamba badala ya masaa nane tisa umekaa kwenye operation table masaa kumi na mawili. Kwa hiyo masaa hiyo sasa, na huku ni, ni wazi wakawa na wasiwasi huu moyo utaweza kuresist na ni, lakini basi, Mungu navyosema, Mungu akitaka kuponya mtu basi, ndio ikawa nimetoka salama, na natoka wakati ule, basi nimekuwa na improve wakawa wametibu vizuri mgongo, kwa hiyo nikainuka. Maana watu wengi walikuwa naona nimeinama hivi, wana wanafikiri mateso makali yanatokana. Ni wazi ilikuwa nauma hata mgongo, lakini kilichokuwa e, cha hatari zaidi kwa maisha yangu ilikuwa ni moyo na tangu wakati ule imeendelea imeendelea. Kuna wakati moyo unasikia kutikisika hata, hata sasa e, lakini lazima nitumie madawa mm. Natumia madawa kidogo, kubwa kiasi gani, waulize madaktari msii. Lakini ilikuwa ni kulikuwa wakati niikuwa karibu kufa mm. e, Wakati ule kama kama mnakumbuka Askofu Mdoe alipohama kwenda Mtwara, nilimsindikiza na kule karibu ningefia huko. Sikuhudhuria ibada siku hata, niliporudi ndio nikahamia nani, karibu nihamia Muhimbili kule, wakawa natibiwa. Basi ilikuwa ni hiyo. Nanagani, kamuulize Profesa Janabi, mm -hmm. Kule Muhimbili yatakueleza vizuri zaidi.